Mambo poa. Uko vizuri? Mashallah, unapendeza. Nashukuru yeah. Asante. Au na uzuri unachangia? Hapana, kawaida <laughs> tunaelekea kwenye e, fighting ya knockout ya mama usiku e, wa kukaribisha mwaka mpya 2026. Binafsi wewe unazungumziaje? Ni kitu kizuri kwa kweli kwa sababu tunafunga kwa wadau wa mambo ya ngumi mm. Na tunafungua mwaka, kwa hiyo itakuwa ni moja tu ya mtoko mmoja mzuri tu yeah. mm. Mabondea wengi ni Watanzania hapa na tumewaona tumewasikia pia wametamba kuelekea katika usiku huo e, hasa hasa Frank Chagembe ambaye anapambana na huyu na mbondia kutoka nchini Ghana. Frank Chagembe unamzungumziaje wewe? Mm, ni yuko vizuri kweli, ni favorite na namwombea afanye vizuri hivyo tu. Hivi, hizi kauli za mabondia wakishinda waki, waki wanaongea sana uh, unaona gani? Ni kawaida tu ya mtu yoyote winners yoyote lazima tu ajitambe, yani lazima tu, ni furaha mojawapo ya kujigamba. Bondia gani amba anaukosha moyo wako Ibrahim? Kwa nini nampenda tu yani? Ni fighters mmoja mzuri tu yani, hata kama akishindwa lakini ana fight yani, e hata kama akipoteza, ila anakuwa anamu, anakupa morale ya kuendelea kumfasiria. Mwaikinyo unamzungumziaje? Mwaikinyo naye yuko vizuri. Eh, anajitahidi kwa kweli ingawa sio favorite yangu. Okay. Mm. Margaret. Margaret. Asante. Nashukuru.